Tumefurahi sana kuwa katika Tanzania, Dar es Salaam, wasamgo ambaye naitwa Bandarini SACCOS. Kwanza kabisa tungependa kushukuru uh, the leadership of Bandarini SACCOS uh, for accepting our invitation to come and benchmark with them. Tumepokea maandalizi mazuri uh, sisi kutoka Kenya tulikuja delegates board members, staff na supervisory directors, sote kwa chumra tulikuwa 120 members of Ports SACCO. Tulipofika hapa Tanzania, wengine walienda SACCO mbili na sisi tukakuja Bandarini SACCO ambaso, tulipokelewa na naibu Um, mwenyekiti, pia tukapokelewa na debut CEO ya Bandarini Sacco. Tumejifunza mambo mengi sana. Uh, yale ambayo tumejifunza, tulijifunza kuhusu membership growth, tukajifunza kuhusu expansion strategy, pia tukajifunza kuhusu CSI. And again now I'm appealing to all SACCOS

mba nasikia kama akunyumbani. Nashukuru sana kwa uaminifu wa, wa, wa makaribisho yenu ambao mmetupatia kama Bandarini sako. Nasi pia tunawaalika ya kwamba ile siku mtakuwa na wakati na uwezo mtutembelee pale uh, Kenya Mombasa, muone yale ambao na sisi tunafanya kama Ports sako. Kwa niaba ya uh, wa chairman ambaye ni Bejuma hakupata kufika, na sisi alituma salamu zake. Salamu zake ziwafikie uh, kamati yote ya Bandarini SACCOS. Asanteni sana. Tunayo furaha kupokea ugeni kutoka Ports SACCO ambao ni SACCOS kutoka nchi jirani ya Kenya, na kama Bandarini SACCOS tunayo furaha kuwa miongoni mwa SACCOS ambayo, uh, mmoja mmojawapo ambao wamechagua kuitembelea, kwa sababu tunajua Tanzania SACCOS ni nyingi kuwa miongoni mwa SACCOS ambayo wao wameichagua kuitembelea. Sisi kama Bandarini SACCOS tunafurahi kwa hilo, lakini pia uh, kupitia ugeni wao umefanyika baraka, kwa sababu tumejifunza vingi kutoka kwao, hasa katika masuala ya namna gani wanafanya kuongeza namba ya wanachama, kwa sababu ukiangalia wenzetu wana namba kubwa ya wanachama lakini pia katika matumizi ya teknolojia wenzetu wameimprove. Kwa hiyo, katika kubadilishana uzoefu tumeweza kujifunza mbinu tofauti tofauti, lakini pia tumeweza kujifunza mambo mengi ambayo tunaweza tukayatumia katika kufanya sakosi yetu kupiga hatua kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine. Hivyo nitoe wito kwa sakos nchini uh, kuiga uh, hichi kilichofanywa na Ports SACCO. Uh, tusijifungie kwa sababu uh, siku zote unapotoka kwenda kwa mtu mwingine kuna mambo mbalimbali ambayo utajifunza ambayo mwenzako atakuwa amepiga hatua, wewe ambao utakuwa bado hujafanya uja, au mwenzako kuwa amefanya kwa namna tofauti na wewe unavyofanya, unaweza kaongezea katika kile ambacho unakifanya ili kuhakikisha unafanya bora zaidi. Siku ya leo tumepokea wageni kutoka Ports SACCO ya Kenya ambao um, ni ugeni mzito sana hapa Tanzania ambao tumepokea pamoja kujifunza mbalimbali badilishana wageni hawa kutoka Kenya, na ushirika kwa nia ya kujifunza vitu mbalimbali badilishana uzoefu wageni hawa kutoka Kenya wametembelea katika SACOS za Ura SACOS, Bandarini SACOS na TRA SACOS. Sisi kama chama cha kamvuli tunatoa wito kwa vyama vyote vilivyotembelewa na ugeni huu hapa nchini kujiimarisha na kujifunza mengi kutoka kwao ili ushirika uzidi kubaki na taifa kwa uzoefu huo ambao wamepewa na tukahiji